Mnasikia nyinyi ndio mjomba wenu, nimewaita hapa tukana mama yenu hapa kwamba tupite tukabaraki likabuli, mtige mwana akola pa kilo. Mnafikiri shida ni hivi pende, hamjamuonyesha kabuli tukatambulita hapa likabuli palugere au nasemaje, dada? Uona balonge kike eh, kama ndavo sige nene eh, bazali wamu lileme ya nene ili mm. Vevi, naomba twende tukaangalie kabuli kule, batie bana utandawazi eh, batie baisala eh, nije

Muombe msamaha kwa mizimu, mngate vidole

Leke tumwaki finyunya kabisa kabisa eh, sambiva tusambiva eh, kwa kweli twiuma